Sasa kwa nini tuwe tunaahidi vitu ambavyo tunajua kabisa vitekelezeki? Shirika la umeme Tanesco Mkoa wa Katavi limeombwa kutotoa ahadi za lini umeme wa Gridi ya Taifa utawashwa katika mkoa huo licha ya mradi huo kuonekana kusuasua na kutowashwa kipindi tajwa hali inayopelekea kutotekelezeka kwa ahadi hizo. Hayo yamesemwa katika kikao cha ishirini na nne cha kamati ya ushauri Mkoa wa Katavi RCC ambapo baadhi ya wanakamati wakiwemo madiwani wamedai kuwa kupitia ahadi wanazozipata kutoka kwa shirika hilo wamekuwa wakizifikisha kwa wananchi na pindi wanapohojiwa juu ya ahadi hizo kutotekelezeka huonekana ni waongo. Sababu mimi nakumbuka kikao cha mwisho ambacho kimehoji ni kikao cha mwenyekiti wa CCM wa mkoa, halmashauri kuu ya mkoa, na waliahidi kwamba mwezi wa pili umeme utakuwa umewaka Inyonga, lakini hapa wakaahidi mwezi wa nne umeme utakuwa umefika sasa mpaka leo ni mwezi wa tatu, Nyonga umeme umewaka, mwezi haujawaka. Sasa kwa nini tuwe tunaahidi vitu ambavyo tunajua kabisa havitekelezeki? Ndio tunafahamu ziko jitihada za serikali za kuleta umeme kwenye mkoa wa Katavi, lakini kama tunaona kuna kusuasua, tusitoe ahadi, kwa sababu ukitoa ahadi kwetu sisi viongozi tunaichukua na kwenda kuisema. Mi leo nikienda kwenye radio pale Mpanda FM au pamoja FM nitaongea kwamba umeme utafika Mpanda mwezi wa nne kwa sababu nimemsikia Tanesco wanasema umeme utafika Mpanda mwezi wa nne, lakini usipofika mwezi wa nne nikienda mwezi wa tano kwenye kipindi cha redio, kama kuna mwananchi alinisikia, sasa ataniambia mimi mwongo takatani. Kwa hiyo tuwaombe Tanesco kama hawana time frame ya umeme kufika hapa Katavi, sio vizuri kuendelea kuahidi kwenye vikao, kwa sababu walishaahidi kwa mwishima, naibu, kwa mheshimiwa naibu waziri mkuu kwamba umeme utafika mwezi wa kumi, lakini mwezi wa kumi ulipita na hamna kilichofanyika. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusisitiza hivi kwamba ni vizuri wasituahidi, wao waseme tu watafikisha umeme kwenye mkoa wa Katavi, lini tuendelee kusubiri. Lakini hizi ahadi wanazopewa kila siku ambazo hazitekelezeki zinashusha heshima yao. Tunatamani sana umeme wake wa gridi ya taifa. Kwa sababu umeme ni umeme ambao kwa kweli tutaondokana sisi kama halmashauri ya Mpimbwe au mkoa wa Katavi, umeme wa mafuta au sisi wa wa Mpimbwe ule umeme wa nini? Kwa kutoka Zambia ko ule umeme unakatakata sana, kwa hiyo umeme ukiingia ni mwarubaini katika mkoa wetu wa Katavi. Sasa kwa kuwa Tanesco wako hapa, labda watuambie labda changamoto nini kinakwamisha jambo hili, kwa sababu tunakwenda tena kwenye kamati tarehe kumi na moja tutaanza kamati ili niweze kuuliza tena kwamba huu umeme gridi ya taifa ndani ya mkoa wa Katavi nini ni changamoto, kwa sababu limekuwa ni jambo ambalo linasuasua, na tukizingatia mwaka huu sisi tutaendaje kwenye uchaguzi? Maana jambo limekuwa tukiliahidi, wametoa ahadi mbele ya viongozi wakubwa kwamba umeme utaunganishwa. Akitolea ufafanuzi hoja hizo, mwakilishi kutoka Tanesco mkoa wa Katavi, mhandisi Godfrey Josephat, amesema licha ya ahadi nyingi walizozitoa kwa serikali na wananchi, lakini bado wanaendelea na juhudi mbalimbali kutatua changamoto zilizojitokeza na kuahidi kuja kuzielezea changamoto hizo. Ni kweli kwamba kulikuwa na ahadi nyingi kuanzia mwezi wa sita mwaka jana, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Kwa hiyo ahadi zimekuwa nyingi sana na ni kweli zinachosha. Ni kwamba sisi kama mkoa tunafanya mawasiliano na msimamizi wa mradi huu ambaye ambaye anasimamia huu mradi pamoja na mkandarasi. Mpaka naingia katika kikao hiki, nilikuwa nawapigia simu ili wani, waniambia hasa wamekaa baada ya kureview kwamba mradi huu utakamilika lini. Bado sijapata majibu, wananiambia mwishoni mwa wiki hii watanipa ni lini, lakini awali walikuwa wametegemea kwamba Urambo ingeweza kuwashwa tarehe nane mwezi wa pili, lakini mpaka sasa hivi baada ya kufanya ukaguzi imeonekana hawezi kuwasha Urambo mpaka vile vitu ambavyo vimevigundua kwenye line vikamilike ndio viwashwe, kwa sababu umeme hauwashwi tu hivi hivi kwamba tarehe imefika unawasha. Mheshimiwa mbunge ni kwamba kuna mambo mengi ambayo siwezi kuyasema hapa, nilikuwa naomba, ndio maana nimesema mkandarasi pamoja na wasimamizi wa huo mradi. Mkoa kama mkoa wa Kitanesco, hatusimamii kabisa ule mradi. Watakaa mwishoni mwa wiki hii, watakuja na taarifa ambayo itakuwa inaonyesha ni changamoto zipi ambazo zimetokea mpaka mradi umeshindwa kuwasha kuwashwa katika mkoa wa Katavi katika plani ambazo zilikuwepo mwanzoni. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Swau Mkatambo.